Haya, bwana, sawa sawa sawa. Haya mna nene hapa, kwa kweli. Uliingia choo cha nini, wanasema? h mwanaume mwenyewe umeona, naye anaongea, wewe unaongea na yeye anaongea <laughs> kwa hiyo mmekutanaaiiumeona alivyoongeameona pointi zake pale kuhusu, yani yeye ya hataki kuoa, umeona eh? wewe ukaenda pale ukataka kujifanya mama mjengo, yeye anakwambia hana shida ya mwanamke wa kuoa, anazaa tu na mtu anabeba watoto wake, anaweka pale, anawatunza kwa hiyo hizo stress wewe mwenyewe ndio umezitaka hizo stress ndio umezitaka. So labda atakapokuja kama atakubali kukupa huo mtaji ukafanye biashara shoga yangu, lakini kusema huyu bwana ndio mume au sii, hapa kuna mahusiano ya, ya ya nani hapa, utapata shida. Huyu mwanaume sio mume wa kusema, na yeye mwenyewe anasema hataki kuoa eh? Yaani yeye mwenyewe yaani hapo ndio ameniacha ho, yeye mwenyewe anajua hataki mwanamke wa kuoa, anazaa na watu anachukua watoto wake. Kwa hiyo kama hivyo, weka kuzalisha, mpe watoto wake kama unataka watoto wako, lakini focus kwenye kazi, biashara. Hii yote ni kwa sababu ana hela, jeuri ya hela. Mtu akiwa na hela anaamua chochote anachotaka kufanya, na yeye alishachagua hiyo lifestyle yake. Ingekuwa ni mtu alikufuata au na kuoa nini? Umeona alivyosema. Yani, wao wamesema sijui umebakwa, sijui nini, kaja akasema hakuna cha kitu kama hicho. Wewe mwenyewe ndio umeenda tena umemtongoza kwa maneno mengine. Umeona? Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo nafikiri wasichana uaga, tunakuaga na illusion ya kufikiri nikimpata huyu kaka au mwanaume, maisha atakuwa mazuri. Umeona alichosema kwamba wewe ulitaka uzae naye kwa sababu ya maisha yake mazuri. Kwaona mtoto wako atapata good life ambayo wanawake wengi nakwambia. Yaani hicho kitu, yani, ni rahisi kukiamini kwa sababu huo ndio ukweli kwenye jamii yetu. Jamii yetu inaangaliaga mwanaume mwenye hela, kwa ukishaona huyu mtu ana hela, ni rahisi yani kufanya chochote, aidha kuolewa naye hata kama umpendi, kumzalia, hata kama ulikuwa huna mipango hiyo. Unajua, mwanangu hapa atasoma vizuri, atakula vizuri, ataishi vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo sasa, unaweza ukawaza hivyo, kumbe hiyo mambo yako hivyo Yeah. Mm -hmm. Cha muhimu ni kujifunza kutoka kwenye makosa. Unajua hiyo ndio muhimu. Yaani hicho ndio kitu mimi ninachokiamini siku zote kwamba makosa tunafanya lakini unapaswa kujifunza kutoka kwenye nini? kwenye haya hmm. makosa ili uweze kurekebisha. Kwa hiyo tuangalie tusubiri hiyo. Okay, kesho kutwa. Nafikiri umesikia malalamiko yake makubwa, unatoka bila taarifa, nasema ni mjeuri, siyo? Na msikivu nimemwaga. Naondoka kwa sababu hata unaona meseji, ajibu simu zangu, apokei, nikimwongesha ananipita kama anioni. Nimwandikia meseji. Okay, aseban sina sijamwaga. Mhm. Kiburi. Sasa sijui. Hmm. Mhm. No, na mwambia unakuja huku. Ndio. Okay. Kwa hiyo kumbe alikuwa anajua unakuja. Mm, amwambia kabisa. Hata anasema Zanzibar sikumwaga. Adi na meseji before hata hiyo usiku haijafika nilikuwa mm. Nimeshamwambia mm. Na meseji nimemtumia iko hapo kabisa hiyo usiku mm. Lakini sahivi anaambia mwanaume uh. Hata picha nikikuresha, sijafuta picha zote, kuwa naomba nipigwe kama yakuti, niomba derobota nipige. Sijenda na mtu menda, mi na mtoto tu. Mm. ni hoteli iliofika, mpaka namba ya bosi wahyo kuchani na namba yake nimefika mwenye hoteli, mwenyewe hotelini nimekaa mwenyewe Mm. nimerudi mwenyewe lakini, sasa hivi kwamba ni mwanaume mara mtoto sio wake tenapo. mm. meseji alinitumia kabisa kwamba nimeshajua kila kitu. Stori naona zinazidi kuwa nyingi, nyingine mpya kama hiyo nimeisikia saa hizi ya kwamba nilikuwa na bwana mwanajeshi. Basi mambo ni mengi jamani. Kweli mko kwenye changamoto haya, so nafikiri basi hiyo kesho kutu kuja, e, yuma, Eh, Ijumaa e, jioni tuone. Nafikiri kikubwa sasa hivi cha wewe sasa ni kuangalia, kwa sababu hapa hamna ndoa mm, yani ilofuta kabisa kitu. kitu cha kuangalia ni namna gani unaweza kupata, kwa sababu ni mtu anayeonekana anapenda watoto kwa hiyo na amesema mtoto amemkubali, japo sasa hivi kwenye mimba hii anaikataa, lakini yule wa kwanza sikamkubali kumkubali eh. Hii hata ana changamoto yote ya kuikataa, maana muda wote mimi nimekaa mle ndani yeah. Sijawahi kuruhusu eti kusema kwamba nimetoka, kama kipindi hiki cha stresi. Si sasa kitu kingine wewe uache mm. Ubabe, kwa sababu hata nikiangalia chati zako hapo ni za kibabe, umeelewa eh. Unachoka. E, e, e, lazima sasa wewe unataka wewe unachokitaka uwezi kupata kwa huyu mwanaume. Mm. Kwa sababu huyu mwanaume sio mwanaume wa kuoa na yeye ameshasema ameshaweka wazi. Na wewe ulikuwa pale unajua kabisa ana wanawake wengi kazaa nao anachochukua ni watoto wake. We unachokitafuta ni mahaba, ni mapenzi, ni mume ambaye anakubembeleza, anaku-acknowledge, ana, unaelewa anakutanguliza. Mm -hmm. Sio kwa huyu. Hicho uwezi kukipata huko. Umeenda kwa, yani umeenda kwa wrong person, kabisa vitu unavyovitaka kwa huyu huwezi kuvipata. So for now, unachotakiwa ni kuangalia hawa watoto wako, hii mimba na yule mtoto ni kwa namna gani ataweza kusapoti, na nafikiri idea ya kusema kupangia labda ni nzuri, kwa sababu pale ataendelea kuleta watu, watu ambao watakuwa na kaa nao kimapenzi, itazidi kukuumiza. Kwa hiyo labda, eh, yani, hapo siwezi kubaliana na hiyo, maana hata kuna uwezi kufanyaje pangiwa kuna mdada naye alikuwa amempangia kama hivyo mm. kumbe anamtafutia tu sababu, mwisho wa siku e, mtoto alivyoona amefikisha ule umri mm. wa kumchukua mm -hmm. akamfukuza na akamnyang'anya kila kitu okay. Yani ye ndo tabia yake, huyo ni mtu wa mjini sana. Kwa hiyo wewe unataka, unatakaje? kama ni kulea mtoto ni mwache nikiwa pale pale, umwache, mtavumilia yoyote aileta, wanawake afanye nini, lakini pale mimi sitoki wewe utoke pale utakapo mm, mpaka ulee watoto wako mm. wakuwe waache. Ndio we uondoke, yes. Basi kama ni hivyo, ndio ukubali yote, ukubali yote na usikilize haya anayo nataka ufanye, kwa sababu wewe yaani pale sasa hivi ni kama mfanyakazi wake. Wewe unataka kapa, uwe kama mke ye. Yeah, anataka anakutreat wewe kama mfanyakazi Me, unajua, mpaka nimefikia hapo ni, po, ni mm. hii hata yeye amekwambia hapo kwamba nimemwomba hela ya, ya ni kliniki ya mtoto mm. naona hata kliniki inapofika ni farobaini nauli ya kuenda na kurudi, lakini ndo ananihesabia shilingi elfu kumi na tatu sasa hivi eh, kutoka elfu themanini laki. Zamani alikuwa anakupa hizo themanini laki, ni kwa ajili ya mtoto tu, sio themanini laki mtoto. Unakuta pale labda ameenda kupima bradi nini, unakuta bili nafika mpaka laki, sio kwamba nanipa mimi tu kusema wewe chukua laki hapo ameongea uongo. Unaweza kusema eti si wazazi wako, kwa sababu hata mimi wazazi wananitegemea. Unakuta sometimes hajanipa pesa mwezi mzima, sijapokea taera kwamba chukua hiyo labda ukajifanya matumizi yako. Kwa hiyo anaona hiyo umeenda kutafuta matatizo. Kwa kweli mimi yatafuta kuyatafuta, shoga yangu, na ndio hivyo, ukishayatafuta hauna budi kuya. Kwa hiyo mimi nimefikisha hapa, sababu alikuwa ameshaniwekea sana, yani ameniwekea hiyo kiburi, yani hataki hata kunipa chochote, ndio maana nikaona tu nikimbilie huku yes. Japo alikuwa shaniambia hata auna pa kwenda popote, nantamkia hivyo hata huko kwa Joisi mi nina hela wezi kushindana namii, naweza nikamhesabia hela Jois kila kitu kikaa kika chini. Maana hata kuna mwanamke wake mwingine alimpeleka gerezani huko, kesi ifika mpaka gerezani, lakini nikazimwa mm. Ndo ko hio sababu anaamini katika pesa yake. Ndio, sasa msiende kutafuta matatizo jamani, mtawalaumu watu. Hela inaongea lakini, yeah, lakini huo ndo ukweli hey. Yaani usishindane na mwenye hela, msawasawa. Na Bibilia inatuambia tutii mamlaka. Mamlaka ndo hizo, mtu mwenye pawa anapawa tu, utashindana naye oh, na wewe right? Kama umeshaamua kukaa pale nyumbani kwake, sasa hivi inabidi uwe mdogo ndio. Usianze kutaka kumpangia masharti, akiamua kuja na wanawake aje nao wewe mpaka hapo umeshajua kabisa yule sio mwanaume wako, sio yani, ni umezaa naye tu. Sasa hivi mwangalie kama mzazi mwenzako, amekupa chumba chako kule, pambana na hali yako. Akija na mwanamke au hausigeli wake akaamua tena kutembea naye kama alivyokufanya wewe, we, hayo maisha yake asikusumbue. Yakikusumbua manake ndo mtaingia kwenye migogoro. Lakini wewe unatakiwa yani, pale yani uendelee sasa kumuona kama bosi, kama ulivyokuwa unamheshimu wakati umeingia pale. Sasa hivi zile heshima ndio zinatakiwa zirudi na sio kama hivyo unavyoshindana naye. Kama una kama wewe unasema kabisa utaki kutoka pale, basi mbinu ya kuishi pale bila kuwa na migogoro ni kumwacha aishi maisha yake anavyotaka. Wewe uchukulie kabisa huyu ni bosi wangu, sio mume wangu, umeelewa? Ili uweze kulea aa watoto wako, hiyo mimba na mtoto ulie naye mpaka uwasogeze watakapokuwa umeshaamua kuingia kwenye hiyo ayo, ayo maisha na hata akiletwa mwingine kuishi pale yani kwako, kwa hilo lisiwe kumfanyia vituko, si vitimbu ili akimbie hiyo kitu. Hapana, mwisho utakuja kupata madhara, umeelewa, eh? E, utakuja kupata madhara makubwa sana. Yani sasa hivi kama unakaa pale, usisababishe madhara ya aina yoyote, eidha utoke kabisa ili usione kama unaumia, au kama unaamua kwamba mimi sina pa kwenda, nataka nibanane naye hapa ili niweze kulea watoto wangu, niwasogeze, basi ukubaliane na yote yote maanake, kwamba kama anatembea na dada wa kazi, kama anakuja na mwanamke mwingine, hayo ni maisha yake, sababu yeye mwenyewe ameshaweka kabisa kwamba yeye hana mpango wa kuoa. Ana kila watoto tisa, kila mtoto ana mama yake. Si mtu kama huyo tena ndio akwenda kum kum, kuna nani hmm? naelewa mm, nafikiri tumsubirie, tuje tuongee naye, tuone kile atakachokiamua lakini nafikiri pia sasa, wewe anza kufikiria kufanya kazi ndio e, e, yaani muone kile utakachoweza kufanya. Maana wewe kama ni ni mtu ambaye unaweza kutumia social media na nini, angalia vitu vya kufanya ambavyo unaweza kufanya kwa hali ulionayo na mtoto ulinae. Sasa hivi sio wa, wanawake wa wote wanazurura barabarani kutafuta hela, kuna wengine wako kwenye mitandao na wanatafuta hela hata nikifanya na nili biashara nikuwa meza biashara ya kuuza urembo ndai nisitaki right? Mm. Ufanye biashara nyumbani kwangu, naonekana kama na kunyanyasa kati, kila kitu uko ndani ya kwangu, mi kila kitu nina. Ninacho, nitajiri kanizuia mm. Kwa hiyo nisui. Hata kufanya biashara nayo nakuzuia mm -hmm. mm. Jamani, majuto ni mjukuu. Wa dada mnaopita hapa, mnakwenda mnakutana na fami, watu wana maisha yao, watu walishatafuta hela zao, mnaingia tamaa. Ndugu zangu, ni tunawaambia mm? tunawaambia mwe makini, hela ya mtu bana aitoi hivi hivi, utaiangaik. Yani lazima mwona, dada Rema Hela ya yule bwana inavyokutesa. Hmm? Hmm. Bora yani, hapo ndio unapofikia hatua ya kusema yani bora ule mchicha na wachumvi, lakini uwe na uhuru wako na maisha yako kuliko kwa tajiri, lakini una amani. Wewe si uko kwa tajiri? Ndio. Uko kwa tajiri, kwa tajiri eh? Eh, kuna ma-swimming pool, kuna wafanyakazi kama laki nane, kuna majim manini si ndio? Ndio. Eh, lakini hapo machozi ya kukauki. Amani huna. Kwa hiyo pointi ya nini? Yaani tamaa ni mbaya, stamani hela za tajiri ambaye hujui kazipataje, alafu unatama, unataka tajiri umbadilishe kwa sababu tu wewe amelala na wewe au ameku, ana- amekwambia nakuoa huyu, tena anasema wala hana mpango wa kukuoa wala hajawahi kukuambia kukuoa, kwa sababu tu alilala na wewe basi unataka sasa umbadilishe. A ha, mambo haiwezekani hayawezekani, mama yangu, tafuta tu mtu mwenye hali kama ya kwako kwa mwanze chini pamoja, angalau huyo atakuheshimu. Huyo ndio unaweza kuwa na sauti naye, unaweza kuwa kuwa na na pawa naye naye atakusikiliza, tutashauriana. Lakini ili mtu ambaye alishatafuta maisha yake huko lishazaa huko, yani ana kila wanawake wa rangi zote alishawaona, wewe ni nani uje mbadilishe? Ni ngumu. Haya, jamani, kwa dada mnaopita hapa, huduma zetu ni kazi za ndani, sio mahusiano. Mkienda kwenye mahusiano yakiwakuta ya kuwakuta, haya ndio hivyo. Usiende kwa usiende kwenye tamaa. Tamaa ni mbaya sana mahusiano. Muombe Mungu akupe mtu wako sahihi ambaye mtaanza pamoja maisha mm. Sisi tumelelewa kutafuta wanaume wenye hela, ukikutana na tajiri, yani unachowaza tu ni akuoe. Anakuoa alafu na mambo yanatokea puani, au hata huolewi, anakulala tu. Maana kama bosi wake anasema wazi kabisa amelala naye tu, akishalala naye we unajipa entitlement kwamba mimi sasa ndio wife. Kumbe mtu akuone wife, anakuona takataka tena. Akisha kujua utupu wako ndio kabisa anakudharau, bora hata alivyokuwa haja kufunua uchi wako, si ndio? <tip> Mm, akisha kuingilia, basi anakuona yani takataka tu. anakuweka kwenye dustbin. Jamani, jifunzeni haya aya. Nitakwambia nini zaidi ya pole na kujifunza pale ulipokosea, ndugu yangu mm.